Kusema kwamba nilitamani kujua kwamba ni kitu gani ambacho marehemu Kanumba alikuwa anahitaji kutoka kwangu kiposa, akaweza kunieleza kwamba aliweza kujiunga na chama cha Freemason mwaka wa elfu mbili na nane yani mwezi wa kumi na moja ambapo baada ya kujiunga pale walimpa masharti, wakamwambia kwamba asije akaoa, mm -hmm, dada Rose. Pia jana nikaelezea kwamba alipotoa hayo masharti aliishi nayo lakini, huwezi kuamini kitu cha kwanza ambacho pia nitaweza kuzungumzia siku ya leo watu wengi wamekuwa wakiuliza kwamba je, Kanumba kwa nini alipewa masharti kwamba asioe na je, Kanumba aliwahi kuua? Mm. watu wengi wamekuwa wakiuliza maswali yale, yeah. Ukweli ni kwamba Kanumba hajawahi kuua kutokana na ma maelekezo ambayo alitoa ni kwa sababu wale wanakuangalia jinsi ulivyo, wakiona kwamba una mvuto mm, kwa watu wale, hawatumii hawakutumii kuua, mbali kwenye mikutano yako ambayo utakao unaenda, jinsi unavyokubalika na mvuto wako, watu wako wanachukua kafara juu kwa juu huko huko, huko unakokwenda. Wanachukua kafara gani? Kwa mfano, yaani unakuta kwamba kama una mvuto, ina maana kwamba ukienda kwenye mikutano, ina maana si watu wanamiminika kwa wingi? Ndiyo. kwa hiyo unakuta kwamba kule kule watu wanapokuwa nasongamana na nini na nini na nini, kule ndio watu wanachukua kafara zao, unakuta watu wanakufa, hmm. nini na nini, watu wanachomana visu, sijui nini, ndio wana, wanafanya mambo kama yale, hmm. kwa hiyo vile vile nikasema kwamba baada ya marehemu Kanumba kuniweza kunieleza kwamba alijiunga na chama cha Freemason, akaniambia kwamba aliishi na masharti yale mpaka alipotoa filamu ambayo inaitwa Devil's Kingdom yaani ufalme wa shetani mm. watu wengi natama, natumai kwamba wameweza kuiangalia hiyo filamu, na ni ukweli kabisa, hiyo filamu imechezwa kabisa kama chama cha Freemason kama pengine watu wengi wana, wanauliza kwamba Freemason wanaabudu na namna gani, inakuwa na namna gani. Ukiangalia ile filamu, utaweza kuelewa jinsi ambavyo pia wanatoa salamu zao katika hali ya kufunja vidole viwili. Marehemu Kanumba alikiri na kinywa chake ya kwamba baada ya kutoa ile filamu waliweza kumuita. Walipomuita wakamwambia, kwamba kwa nini umefichua siri zetu? Basi yeye akakiri, akasema kwamba hakujua kama alikuwa anafichua siri zao. Wakamwambia yeyote anayefichua siri zao lazima aonje mauti, yaani lazima afe. mm -hmm. Na darosi, huwezi kuamini, marehemu Kanumba aliniambia kwamba yeye alikiri na kuomba msamaha. Mm -hmm. Akaniambia kwamba walimwambia hata Michael Jackson, yeye mwenyewe alipokiri, alipokataa kukiri na kinywa chake baada ya kutoa ile clip yake ya wakati anajibadilisha paka mbwa nini anafufua watu, walipomwita na kumwambia kwamba wamefichwa siri zao, yeye alionyesha jaziba na kuonyesha kwamba anaweza zaidi. Ndio maana walimuua. Kwa hiyo akamwambia Kanumba kwamba hawawezi kumwacha tu bure, lazima aweze kulipa fidia. Kama nilivyosema siku ya jana, wakamwambia kwamba ni lazima amtoe mama yake kafara. Kwa hiyo mpaka hapa nafikiri ndio tulikuwa tumesikia, tulikuwa tumesikia hapo jana, ya kwamba wakamwambia amtoe mama yake kafara. Lakini ukweli ni kwamba Kanumba alikataa. Na ndio sababu ya kukutafuta na wewe. Na ndio sababu ya kunitafuta mimi. Kwa sababu mashariki yalikuwa magumu, kwa hiyo marehemu Kanumba aliponitafuta, hey, aliponieleza yale nikamwambia kwamba je, ulikuwa unahitaji kitu gani? Akaniambia, ninahitaji unisaidie jinsi ulivyojitoa na Freemason na mimi niweze kutoka, kwa sababu ma mashariki yamekuwa magumu. Huwezi hmm, kuamini hizi habari za kuhusu kumtoa mama yake kafara hmm. Alipewa hayo mashariki toka mwaka jana alipotoa ile filamu. Okay. Lakini akaniambia kwamba yeye alikuwa anahisi kwamba ni, ni mchezo au ni kama utani, lakini siku zinavyoendelea kusonga akashangaa na, na, na, huwa labda onyo linatoka kwa nani? Onyo linatoka kwa mkuu. Kuna kuna wakuu ambao huwa wako kwenye chama na wanakufuata hivi kama mtu mtu no, no, no, no. Lazima uwe pale lazima, e, lazima uwe e, kuna siku zao za kusali Jumatatu na Ijumaa, wao wanasali kuanzia saa tatu usiku, kwa hiyo sasa Marehemu Kanumba akanieleza kwamba ah, alipoitwa pale wakaambia kwamba amepewa siku <tis> chache yani siku kumi na nne aweze kuwa amemtoa mama yake kafara. Lakini kabla ya hapo akanieleza kwamba kab..., hawajamwita walimweleza kwamba ili aamini kwamba wanahitaji kafara ya mama yake yeah. Wakamwambia kwamba hiyo filamu aliyoitoa wa, wataipatia kipao mbele ndani ya Afrika nzima. Akaniambia kwamba huwezi kuamini filamu yangu hiyo ya Devil's Kingdom kweli ilipewa kipaumbele na ilichaguliwa filamu bora ndani ya Afrika, na huwezi n... n... n... kuamini. Akaniambia kwamba saizi tunapoongea na wewe, wiki jana mimi nimetoka Ghana kwenye tamasha la filamu yangu na filamu yangu ndio imeonyeshwa pale, mazungumzo yake Kanumba alivyokuwa anakiri kwangu. Basi baada ya pale marehemu Kanumba aliweza kunieleza kwamba akatoka pale akaku...... alipomaliza tamasha wakamwambia kwamba wamempa siku kumi na nne zile siku kumi na nne ndiposa akawa ameamua kunifuata ili niweze kumsaidia kwamba anawezaje kujitoa kwenye kile chama. wezi kuamini, Dada Rozi. Kanumba alipata wasiwasi baada ya kuambiwa kwamba zimebaki siku kumi na nne. Na hiyo siku ambayo anakwenda kukuonana nawe ilikuwa siku ya ngapi? Uh, siwezi kujua ilikuwa ni siku ya ngapi kwa sababu nilionana naye siku ya Jumanne. Baada ya hapo, tuliweza kukatisha mazungumzo kwa sababu kuna mtu alimwita akaniambia tukutane kesho Jumatano ambayo ilikuwa ni, ambayo ilikuwa ni tarehe tano, Marehemu Kanumba hakuweza kufika. Lakini siku ya Alhamisi ambayo ilikuwa ni tarehe sita, Marehemu Kanumba aliweza kuwasili na akanipigia simu, akaniambia kwamba ashafika sehemu yetu ya makutano. Kwa hiyo niliweza kuelekea pale na nikaendelea na mazungumzo pamoja naye. Ambapo Marehemu Kanumba aliweza kunieleza kwamba anahitaji niweze kumsaidia kujitoa. Ndipo sasa nikamwambia kwamba inawezekana kutoka. Nikamuuliza, upo tayari? Akaniambia nipo tayari. Nikamwambia kujitoa kwenye kile chama, masharti ni matatu tu. Akaniuliza masharti gani? Nikamwambia masharti ni yafuatayo: sharti la kwanza, lazima akubali kumpa Yesu maisha yake kikamilifu, yani aokoke kisawasawa. Kisawasawa sio ile mguu ndani mguu nje mm. Ah, hilo la kwanza. La pili, nikamwambia marehemu Kanumba, basi baada ya marehemu Kanumba kuweza kuniambia kwamba walimpa masharti wakamwambia kwamba lazima mtoe mama yake kafara Huwezi kuamini nilichokizungumza, nikasema kwamba nikampa masharti, lakini huwezi kuamini. Sharti la mwisho aliniambia yupo tayari kuokoka kikamilifu mm -hmm. yupo tayari kuoa, lakini akaniambia kwamba hili la mwisho, dada Rose, kaniambia limemshinda, hilo la mwisho ambalo ni kurudisha mali endapo kama na mali zozote mm -hmm. za free mason mm -hmm. awe tayari kuzirudisha. Marehemu Kanumba aliniambia kaka Joji, hakika nahitaji sana kutoka kwenye hichi chama lakini katika hali ya kurudisha mali nashindwa. Nilishangaa nikamuuliza, kwa nini uwe na mali ambazo hazina starehe, ambazo zinakumaliza? Afadhali uwe hauna chochote. Lakini akaniambia nisikilize, no. mimi nataka nikuambie kitu kimoja. Nipo tayari kufa, lakini mama yangu nampenda sana, sitamtoa kafara. Lakini na mali pia sitarudisha. Nikamwambia, sasa itakuwaje? Marehemu akaniambia nisikilize Joji. Wewe unawafahamu Freemasons fika ya kwamba Freemason wanaua na wewe umekuwa kwenye kitengo maalum cha cha mauaji. Na wewe ulikuwa unasimamia kitengo cha kuadhibu wale wanakataa kutimiza masharti. Akaniambia Joji, na mimi free mm-hmm. ni Freemason wataniua. Mhm. Nikamwambia usiwe na imani ile. Naomba tu ukubali ninachokuambia. Akaniambia nisikilize. Wewe unafahamu vyema kwamba Freemason hauruhusiwi kufichwa siri zao. Mimi nishafichwa kwa kwa kuniambia mimi na unajua kwamba mimi kiukweli hii siri sijawahi kumwambia mtu yeyote, kwa sababu ni kweli Freemason, popote pale ulipo wanakuona. Ukifichua siri zao wanajua, kwa sababu ni Shetani. Yeah, kwa hiyo akaniambia kwamba ninajua wataniua na wamenipa siku kumi na nne, na mimi sipo tayari kumtoa mama yangu kafara, ninampenda sana hakika. Wacha niseme kwamba ninamshukuru Mungu kwamba kweli Kanumba alionyesha msimamo wa kumpenda mama yake ah. Alionyesha msimamo kweli, sio uongo. Akaniambia sasa, sikiliza Joji, nipo tayari kufa, lakini akaniambia nisikilize, kwa sababu nimefichua siri na sio na, na, na haturuhusiwi kufichua hii siri. Akaniambia endapo mauti yatanikuta hata leo, sikiliza maneno yake mm. endapo mauti yatanikuta hata leo, Joji, naomba usikose kufichua siri za kifo changu, ili Freemason wasiendelee kuwachukua familia yangu hii si ni habari ya kweli, msikilizaji? si kwamba ni sorry, na mchungaji tunaye hapa live yeah. Wakasema akaniambia na kuomba mm -hmm. Endapo hata mauti atanikuta leo, na kuomba tafadhali, usikose kufichua siri za kifo changu, usikose kufichua historia ya maisha yangu, kwa sababu Freemason, usipofichua, wataendelea kuwachukua familia yangu, Dada Rozi. Unajua, watu wengi ama watu wengine wanaweza kufikiria kwamba kana kwamba tunataka kudhalilisha Kanumba lakini kweli ni kwamba haya mazungumzo ninayazungumza kwa ajili ya faida ya familia ya Kanumba. Mimi nimekuwa mwanachama wa Freemason na ninawajua vyema, ndio maana marehemu akaniomba kwamba endapo kama mauti yatamkuta hata leo nisikose kufichua siri za kifo chake. Kwa sababu kweli ni kwamba hawa Freemason ukiendelea kuwafichua siri zao huwa wanakosa nguvu Dada Rose. Mm. Wakikosa nguvu unakuta kwamba hawawezi. Kilichotokea marehemu Kanumba aliniambia nakuomba, tena nakuomba, yani alisisitiza endapo kama mauti atanikuta hata leo. Unajua kwa nini alizungumza hmm. alizungumza hivi kwa sababu alishajua, kwa sababu kwamba maadamu ashafikiwa siri, ina maana kwamba hajajiwekea kwa kwa hiyo haja, haja, haja ulinzi yu, yuko wazi. Ina maana muda wowote hawa wanaweza kumwingilia, ndio maana akawa ameweka wazi. Kwa hiyo nilichomwambia, nikamwambia kwamba nina imani kwamba ukiamua na ukikubali nilichokwambia hakuna kitu kitakachoharibika. Akaniambia, mimi siwezi kurudisha mali, nipo tayari kufa hata leo hii, na nitafanya juhudi zote. Sikia alivyoniambia, nitafanya mfanya juhudi zote za kuweza kujipigania kwa mbinu zozote zile. Nilimchomwambia mm. kwamba usijali, nitakuombea Mungu moyo wako huo ulio kama jiwe, na naamini kwamba Mungu atauweka uwe na moyo wa nyama. Marehemu Kanumba alininuka na akanieleza kwamba sina mengi ya kuzungumza ila natumai umenisikiliza nilichokwambia. Nikamwambia ndio, nimekusikia aliondoka. Alipoondoka, hiyo ilikuwa ni siku ya Alhamisi. Siku ya Ijumaa mimi nilimpigia simu marehemu, nilipompigia marehemu simu marehemu hakuweza kupokea simu kabisa. mm -hmm. hakuweza kupokea simu, ilikuwa inatu, inasema kwamba simu bize, simu bize. Uwezi kuamini, dada Rozi, ndio siku hiyo yu ya ijumaa kuamkia Jumamosi, mimi usiku ninakosa nikakosa, nina amani Nikamuuliza mke wangu, nikamwambia mke wangu, mimi nimekosa amani, sijui ni kitu gani. Mke wangu akaniambia kwamba una haki ya kukosa amani, kwani umesahau leo ni siku ya Ijumaa? Ni siku ya Freemason kutoa kafara. Mungu pengine anataka uamke, tuombe. Nikamwambia na kweli, pale tunaanza kuomba, mimi nakosa nguvu. Kwa hiyo siku ya Ijumaa kwa ndio siku ya, ya, eh, ndio siku ya kutoa kafara kwa hiyo mimi nilipoanza kuomba nasikia mu, nani kinywa changu kinakuwa kizito. Nashindwa yaani maneno siwezi kuyatoa vizuri. Kama mke wangu wewe niombe. Akaomba tukalala. Pale pale nikasema kwamba kwa sababu nani usingizi umenipotea, wacha niweke redio. Pale pale nimeweka redio, huwezi kuamini nasikia kwenye redio kwamba wakiupokea mwili wa Steve wa marehemu Steven Charles Kanumba kwenye chumba cha kuhifadhia nani maiti. Dada Rose, nilichanganyikiwa. Yaani nilichanganyikiwa. Yaani ukweli nilichanganyikiwa. Huwa nikizungumza nikikumbuka yale manen, yani maneno, yani hayo maneno huwa nasikia moyo wangu unaniuma sana, kwa sababu kweli Kanumba kakubali mwenyewe kuondoka, yani kakubali mwenyewe, kwa sababu kweli mbinu ya kujitoa kwenye chama ilikuwa, ilikuwepo dada Rosi, lakini ndio hivyo akawa ameondoka. Mimi niliogopa, nilijiuliza nitaanza wapi kuziku, kusimulia watu watanielewa. Huwezi kuamini kilichotokea dada Rosi, mm. Siku hiyo ya Jumaa eh, siku hiyo ya Jumamosi ambayo alifariki, asubuhi hiyo Jumamosi hmm. Usiku mimi nimelala, nimekausha moyo kwamba sitasema. Huwezi kuamini, nimepata ndoto hmm. kwamba nimekutana na marehemu Kanumba. Katika kukutana na marehemu Kanumba, huwezi kuamini kilichotokea, akaniambia naomba kukaa chini, mimi nikakaa sasa sikiliza habari jinsi ilivyo, dada Rose, mm -hmm. mimi nikakaa, kwamba nazungumza na marehemu Kanumba kwenye ndoto mm. marehemu Kanumba akazungumza, akanieleza kwamba nisikilize: kaka Joji, nilikwambia Freemason watanichukua, wameshanichukua tayari. Sasa nakuomba usikose kufichua siri za maisha yangu, Freemason wasiendelee kuwachukua familia yangu. Sikiliza cha ajabu mm. mimi naona ndoto naona naongea na Kanumba kwenye ndoto, ndio kumbe usingizini, huku kwenye kitanda nimeamka kwenye kitanda, nimekalia kitanda, mke wangu yote anayashuhudia, mm <laughs> ninazungumza na marehemu Kanumba, mke wangu anasikia kila kitu ninachokizungumza mimi, mm. Na mara ya mwisho marehemu akazungumza maneno, akaniambia, George, nakuomba tena na tena na tena usikose kufichua siri za kifo changu. Huwezi kuamini kilichotokea, mm. Mke wangu alishtuka kwa sababu alini-, aliniamsha nikazinduka usingizini, kumbe nimekaa chini. Kilichosababisha kabisa toka awali alikuwa okay, niamshe, hey, hey. Lakini akashtuka sauti alikuwa anaisikia, lakini ile ya mwisho na kuomba, nakuomba, nakuomba usikose kufichua siri za kifo changu, Freemason wasichukue wazazi wangu. Aliisikia ile sauti iposa pale, akaniamsha, nikashtuka, akaniambia nisikilize, nimesikia kila kitu. Sasa mimi nashtuka, umesikia kitu gani? Mbona mimi nilikuwa kwenye ndoto? Yaani aliponipa historia mimi dada Rose nilishangaa. Mm. Niliposhangaa mm -hmm. nikashtuka. Nifanye? Mke wangu akaniambia nisikilize. Nimesikia kila kitu na ninaelewa kila kitu. Kwa sababu wakati naenda kunana marehemu Kanumba, mke wangu nilikuwa namuaga. Naenda sasa kunana na Kanumba. nimeongea moja mbili tatu mpaka tunaongea kwenye simu, mke wangu anajua kila kitu. Mm. Pale pale mke wangu akaniambia nisikilize. Endapo kama hautaenda kufichua hii siri, nataka kukuhakikishia nipo tayari. Sipo tayari kukupoteza, kwa sababu hii ni njia sasa ya kukupoteza. Kwa sababu kama Freemason wamemchukua Kanumba ina maana kwamba kama imekuambia, fichua mume wangu, nakuomba fichua ukweli. Ni kwamba niliweza kumsikiliza mke wangu na nikaamua kwenda kufichua hii siri. Mungu aliweza kunisaidia. Sikutaka hii hii habari niweze kuitoa moja kwa moja, bali niliamua kuipitia kwenye uongozi. Niliweza kuonana na Rais wa Sanaa Mwakifamba nikamweleza hizi habari naye, Mwakifamba akanichukua kwa heshima, pia na mshukuru Mungu ambariki, akanipeleka kwa mwenyekiti wa mazishi ya Kanumba, pia nasema Mungu ambariki kwa kwa kuwa alinipokea pia kwa heshima, akaweza pia kunipeleka kwa mama yake Kanumba, ambapo mama yake Kanumba niweza kukutana na seti ambaye ndio mdogo wake Kanumba, alinitia mama yake na nikakaa naye chini na nikaweza kuzungumza naye na nikaweza kumweleza habari na kwa namshukuru Mungu kwamba alinielewa, ila mama alichosema ni kwamba yeye hakuwahi kujua kama mwanaye ni mwanachama wa Freemason. Lakini alichosema ni kwamba hana mbinu yoyote kwa sababu ishatokea ashafariki. Ya Mungu wache yabaki kuwa ya Mungu. Basi niweze kumshukuru na nikaondoka. Basi baada ya hapo ndipo sasa nikaamua kuweza kuingia kwa wanahabari, ndio maana nikaweza kuandika gazeti la kwanza nikaweza kuandikwa, waliandika kwamba wakasema kwamba mwanachama wa Freemason akiri Kanumba kuwa Freemason. Watu wengi walisoma hilo gazeti, sio mwanachama. Kwa hiyo pale niliweza kuandika hilo gazeti nikiweza kuzungumzia Kanumba. Na baada ya hapo, gazeti la pili la kiu bado wakatoa. Wakati walipomaliza tulipomaliza msiba, tukamaliza kila kitu, arobaini ya Kanumba ilipangwa, ilipokuwa imepangwa, nikawaomba familia, kwa sababu kipindi kile nazungumza na kaka Kanumba, aliweza kunipa namba wakati anaondoka akanipa namba ya dada mmoja anaitwa Dada Maya. Akaniambia hii ni namba ya dada ambaye ni wakaribu sana na mimi, kwa lolote naomba uweze kumpigia, anaitwa Dada Maya Samrisho, yule dada kiukweli. Wakati arobaini ilipokaribia, niliweza kumpigia simu na nikaweza kuongea naye, nikamwomba aweze kuongea na familia ya Kanumba kwa sababu arobaini, Freemason, mwanachama Freemason hatakiwi kufanywa arobaini. Nikamwambia kwamba na waombeni. Kwa nini ukifanya arobaini, kuna nini kinatokea? Matatizo yanayotokea kwenye arobaini ni kwamba unakuta kwamba siku hiyo ya arobaini ndio freemason huwa nao wana arobaini yao. Kwa hiyo siku ile ndio nao huwa wanamwibua mwanachama wao katika hali ambayo sio ya kibinadamu mm. wanamuibua kumpeleka kwenye chama kwa ajili ya kumpa adhabu. Kwa hiyo nikawaomba kwamba wasifanye siku hiyo, kwa sababu familia itakuwa inamuombea Kanumba kwenye arobaini, nao freemason watakuwa wanaendelea na shughuli. Kwa hiyo nikawaomba kwamba wasifanye siku hiyo, kwa sababu ina maana kwamba pale kuna nguvu mbili, dada Rozi, zitakuwa zinavutana. Mm. na siku zote wanasema kwamba fahari wawili waking'ang'ana, wakipigana nyasi huumia. Kwa hiyo kutakuwa na matatizo, yanaweza kujitokeza pale. Kwa hiyo ndio maana nikawaomba, tafadhalini, ninaomba msiweze kufanya arobaini siku hiyo. Nikaweza kuomba namba ya seti, nikaongea naye, namshukuru Mungu akaweza kuzungumza, akaniambia kwamba ni kweli itaweza kuhairishwa na imehairishwa, na nikamshukuru Mungu kwa sababu kila kitu kiliweza kwenda sawa. 40 iliweza kufanyika tarehe iliweza kufanyika tarehe ishirini, ambayo ilikuwa ni Jumapili. Kwa kwa hiyo hiyo, haikufanyika ile tarehe ambayo niliwaomba isifanyike, kwa hiyo namshukuru na Mungu kwa hilo. Kwa hiyo, kwa hiyo nilichokuwa nataka niseme ni kwamba kiukweli ni kwamba kaka Kanumba, marehemu Kanumba alikiri mwenyewe na kinywa chake kwamba alijiunga na Freemason mwaka 2008 na yeye aliomba, aliomba nyota ya mvuto awe na mvuto, sio mm, kwamba ya utajiri mm. Aliomba nyota ya mvuto, ndio maana nikasema kwamba pale kwenye kile chama cha Freemason watu huwa wanaingia katika mbinu mbalimbali. Hawezi kuingia kwenye chama kile bila kupelekwa na mtu, ila marehemu Kanumba hakuniambia ni nane alimpeleka kwenye kile chama. Na kiukweli ni kwamba dada Rosi, nashangaa kwamba baada ya ile gazeti kutoka, namba zangu zilipowekwa pale. Huwezi kuamini dada Rosi. Mm. Ninawaambia watu kwamba hichi chama ni kibaya lakini watu wanazidi kupiga simu kwa wingi. Nimepokea simu zaidi ya elfu moja, elfu mbili lakini nusu ya wale watu wanaomba kwamba wanahitaji kujiingiza kwenye Freemason. Uone jinsi dunia ilivyokwisha. Uone jinsi dunia ilivyokwisha. Ninamwambia mtu kabisa hicho chama sio kizuri, kinatoa kafara. Mwingine anakuambia nip, anakuambia nipo tayari. Nina mwingine anakuambia kama kuna mama mmoja aliniambia kwamba nina watoto watano. Freemason wanataka kitu gani, nipo tayari kuingia. Nilichoka nikasema, jamani, mali zinatupeleka wapi? Kwa nini watu wasione matatizo ambayo yamempata ndugu yetu Kanumba, wakaamua kweli wasimamishe msimamo ulio thabiti, waache kuwa na mawazo kwamba eti free mason ukienda pale unapewa utajiri. Nataka niwaeleze watanzania wanaonisikiliza siku ya leo, mm. free mason kama free mason, mimi nimekuwepo ma miaka mitatu na ndio maana nasema kwangu kwangu mimi ni cha mtoto yaani, hawawezi chochote, kwa sababu nilishaokoka pale. Hakuna faida zozote, dada Rosi. hmm. Pale ni hasara tupu, kwa sababu unaweza ukaingia pale katika hali jinsi umeingia moja kwa moja ukaondoka. Unaweza ukaingia pale ukiwa na bahati mbaya yani, ukimaanisha nini? Inamaanisha kwamba unaweza ukaingia pale wakawa wanahitaji damu kama ya kwako, ina maana kwamba ukakuta kwamba wanakuchukua moja kwa moja wale ndivyo walivyo, wana masharti magumu sana. Kwa hiyo ninawaomba Watanzania wanaonisikiliza waweze kuelewa kwamba mimi sio mwanachama wa Freemason, mimi ni mtumishi wa Mungu kwa sasa. Kwa hiyo unaponipigia simu na kuniambia kwamba unahitaji kujiunga kwenye chama hichi, naomba uwe unajua kwamba unanikosea tu. Mali siwezi kujua ni mali zipi, kwa sababu marehemu Kanumba hakuweza kuniambia ni mali zipi. Unaona, inaweza kuwa pengine unajua, unapoingia kwenye chama cha Freemason mali unazopewa, kuna pete unapewa, kuna mavazi unapewa, na yale mavazi na zile pete ndio zinakusababisha wewe mwenyewe kuanza kupata mali. Kwa hiyo naweza kusema kwamba siwezi kusema kwamba ni mali, kwa mfano magari, sijui majumba na nini, siwezi kudhibitisha nikasema ni vitu kama vile. Hapana, kwa upande wangu mimi naweza kusema kwamba mali za Freemason ni kama zile pete, yani zile zile bidhaa ambazo unazopewa kwa ajili ya kuweza kukusaidia wewe, kama ni mvuto au ni kitu kingine, siwezi kusema kwamba ni mali kwa mfano siwezi kusema ni magari au majumba hapana. Okay, yeah. Huyu anasema salama Milando, huyu mama Dina aka Mrs Msuya wa Kongo anasema anauliza, hivi kwa mfano kama Kanumba eh, sikafa kwa ajili ya Freemason kashindwa mashati yao, na una, unasema kwamba anakuwa hajakufa bali wanakuwa wamemchukua kimeujiza, sasa je wanamhifadhi wapi na wanampa chakula gani? Au hapati chakula na anaongea, au waongee na kule kaburini, wamezika nini? Je, ndugu wa Kanumba wa sema wakamfuatilia na kumfukua, wanaweza kumpata tena? Asante sana. Kiukweli ni kwamba nataka watu watambue kwamba freemason ni mtandao uliotabiriwa na Biblia kwamba utapewa miaka elfu moja kuweza kumiliki dunia. Na freemason sio kama vile msukule, unakuta kwamba um, kama msukule wa kikawaida hapana. Freemason kama freemason, wale wakisha kuchukua, wanakuhifadhi katika magari yao maalum mpaka siku ambayo uliopangiwa na Mwenyezi Mungu yako ya kufa ndio siku utatoweka. Kwa hiyo ningetaka nikueleze kwamba wewe unayenisikiliza, Kanumba kurudi hawezi kurudi kwa sababu aa, mtandao unaomshikilia ni mtandao mkubwa. Hatusemi kwamba ni mtandao unamshinda Mungu. Hapana, hawezi kumshinda Mungu, lakini ulishapewa nafasi kwamba utamiliki miaka elfu moja. Kwa hiyo kwa kwa, kwa kuhusu familia ya Kanumba sijui kumfuatilia, kurudi, haiwezi kurudi. Na kwa upande wa watu jinsi mtu anauliza kwamba kule kaburini ni nani ambaye kazikwa Freemason. kama Freemason, mimi nikiwa ni wakati nilipokuwa mwanachama pale, nataka niseme kwamba wale huwa wanaweka kitu kama kiini macho, na ningetaka watu waweze kuelewa kwamba mwili wa mwanachama wa Free mason hauruhusiwi kuagwa na watu wengi na ndio maana watu wengi hawakuweza kuelewa, wakawa wanajiuliza maswali eti kwa nini mwili wa Kanumba haukuweza kuagwa? Watu walijiandaa kuaga mwili wa Kanumba, kwa nini haukuagwa? Nataka niwape thibitisho kwamba mwili wa mwanachama wa Freemason hauagwi na watu wengi. Ndio maana watu walipojiandaa kuja kuaga, kukatokea lolote lile lililotokea pale, mwili ukapelekwa moja kwa moja kaburini. Wanaoaga mwili ni watu wachache tu. Kwa nini? Wanajua Freemason, wanajua kwamba watu wana macho tofauti. Kuna mtu ambaye ameokoka kamilifu na kuna watu wengine ambao o katika hali ya kiuchawi. Kwa hiyo wanajua kwamba mkienda katika pale kuaga, wengine wataangalia katika jeneza, wanaweza kosa, wanaweza kuta jeneza liko wazi, mwingine anaweza kuta kwamba jeneza lina joka, mwingine anaweza kuona jeneza lina gogo, mambo kama yale. Ndio maana hawaruhusu wa wa. Kwa hiyo hata hii mitikisiko ilotokea katika wakati wa maziko ya Kanumba na wamesababisha wao, wanasababisha wao na ili ninazungumza nikijiamini kwa sababu mimi nimekuwa mwanachama wa Freemason, ninaelewa kuanzia mwanzo mpaka mwisho na hicho kitengo ambacho nilichokuwa nimepewa. Ndio maana nikasema kwamba kama ni kumrudisha Kanumba, ningeweza kumrudisha Kanumba kuwa hai, lakini kwa sasa siwezi, kwa sababu mimi nilishatoka kwenye kile chama. Kwa saizi mimi nimeokoka, na kama jinsi Mpun nilivyosema, ni mtu, kwa e, mtu yuko kule kwenye chama ambaye anaweza kama kitengo, kama amepewa kitengo kama nilichokuwa nimepewa kwa sababu mimi kitengo nilichokuwa nimepewa ndicho kitengo ambacho Kanumba ameangukia sasa, ina maana sasa mimi ndio ningemwadhibu kama ningekuwa pale. Kwa hiyo ndio maana ningesema kwamba, ninasema kwamba ningeweza kumruhusu atoke, lakini kwa sasa siwi na uwezo kwa sababu mimi nilishatoka, sipo pale na tena siwezi kujua kwa sasa kwamba wamemhifadhi kwenye Freemason gani. Kwa hiyo ndio maana unakuta kwamba nawaambia watu haiwezekani. Na lingine kuna maswali watu wamekuwa wakiniuliza kwamba je, kama Kanumba Haku, kama Kanumba aliweza kuchukuliwa na Freemason maon inakuwaje kumuhusu Lulu? Watu wamekuwa wakiniuliza maswali kama yale na message nyingi hapa mkononi zinasema, sasa kama ndio hivyo, kwa nini Lulu asitolewe hilo? E, ni swali nzuri sana. Ningetaka Watanzania waweze kunielewa ninachosema kwamba serikali kama serikali haitambui ha, uchawi. Nataka watu wanielewe kabisa, haitambui uchawi. Kwa hiyo ukifa katika uchawi, ukifa katika nini Serikali imewekwa kwa ajili ya kuweza kushikilia na kuweza kusimama kidete. Kwa hiyo ningehitaji watu waweze kuelewa ya kwamba mimi kuhusu Lulu siwezi kusema lolote. Serikali ina, ina, ina, inatakiwa iendelee na mkondo wake. Kwa hilo sipo kabisa, kwa sababu serikali haifahamu uchawi. Asante sana Pasta. Tutakuja tena baada ya matangazo. Asante sana Elton Mkisi Junior, tayari ameshaingia hapa. pole sana.